Ndugu zangu watoto wazuri, wapo akina baba katika ulimwengu wa leo ambao walizaa watoto lakini wakawatelekeza na hawakujua kabisa kama wamezaa watoto mahali. Lakini wapo pia akina baba ambao wanazaa watoto halafu hawatoi matunzo yoyote kwa mama zao. Mwisho wa siku, tunapata matokeo ya watoto ambao wamekosa msaada kwenye jamii zao. Lakini wapo akina mama ambao walibahatika kuzaa watoto na kwa bahati mbaya, kutokana na maswahibu mengi katika dunia, wakawaua wakawatupa, kwa sababu ya mahangaiko katika ulimwengu. Lakini wapo pia kina mama ambao walikwenda leba kujifungua watoto wakiwa na hamu ya kusubiri watoto, mama akafariki na mtoto akabaki akiwa hana mama. Na wapo kina mama ambao wamekwenda leba kujifungua watoto, mama akafariki na mtoto akafariki, na dunia ikakosa mtoto, dunia ikakosa mama. Mheshimiwa Rais anaitwa nani? Dr. Samia Suluhu Hassan, akasema basi, wapelekeni wajukuu zangu wakaione sherehe hii vizuri, kwa sababu wameshiriki kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wapo walioshiriki pia kwenye mwezi huu wa Kwaresma waliofunga, ili kupata baraka na thawabu kwa kutoka kwa Mtume wetu. Kwa hiyo ninyi, watoto wazuri, najua wapo hapa ninyi ambao mna kina baba lakini wengine hamjawai kumwona baba. Mpo wengine ambao mmesikia tu kwamba mlikuwa na baba au mama na mama alishafariki au baba alishafariki, lakini naombeni mjenge mioyo ya dhati kwamba kwenye dunia mnayoishi mmepata watu wazuri ambao wanafanya majukumu yaliyopaswa kufanywa na wazazi wenu. Lakini na ninyi mkikaa katika dua zenu, waombeni heri wale wote wanaowalea, mwombeni heri Dr. Samia Suluhu Hasan, rais wetu, lakini ombeni heri jamii ili endelee kuwa na huruma ya kuweza kuwalea kesho mje mwe maraisi, mje muwe waziri mkuu, mje muwe wabunge, mje mwe viongozi na mje mwe watumishi wa serikali. Moyo wa huruma walionao wanawalea, moyo wa huruma walionao wale waliojenga makazi yenu, ni kwa sababu, sio kwamba wameshiba kulea familia zao, ila wamegundua kwamba ninyi ni watu mnaostahili kuishi ili kesho muweze kuja kuwa watu na viongozi katika dunia yetu.